Habari tena, mteja wa biashara pro. Sasa tunaenda kuona namna gani ya ku manage stock zetu au bidhaa zetu ambazo tulizonazo katika uh, mfumo na vile vile tulizonazo hapo dukani. Ukija kuangalia, tuko katika page ya dashboard, ambapo tulishajua kwamba bidhaa zote, ukikliki kitufe cha bidhaa hapa utaona bidhaa zote ambazo zipo katika mfumo au tayari ambazo umeshaziingiza kwenye mfumo, na ukiangalia hapa vizuri katika hii peji utaona kila bidhaa hapa iliyopo hapa ina stock yake. ina yake amount ya stok au idadi ya stok ambayo iliyopo katika bohari. Sasa kwa haraka haraka ni kwamba pale ambapo unahitaji kuongeza au kuna marekebisho unahitaji kufanya au unahitaji kupunguza baadhi ya vitu kwa sababu moja au nyingine, au utaweza kufanya hapa, au utaweza kufanya hivyo katika peji hii, au katika peji ya stock husika katika bidhaa husika. Bali mfumo umekuwa designed au umetengenezwa ume, ume kwa kutumia njia ambayo naenda kuwaonyesha sasa hivi. Ukiwa katika uh, peji hii au peji nyingine utabonyeza vidoti vitatu I mean, utabonyeza hivi videsh vitatu ambavyo viko juu kushoto, na hapa utaona menyu mbalimbali. Utaenda kwenye menyu ya usimamizi hapa, na katika menyu ya usimamizi uh, ukifungua utaenda moja kwa moja kwenye udhibiti wa stoo. Udhibiti wa stoo kwa Kiingereza wanasema ni inventory uh, stock inventory. Unaweza ukaklik hapo ili kuweza kuangalia stock yako au kucheza nayo vizuri tunasubiliap ikishafunguka. <coughs> Na tukija kuangalia hapa, kwa mfano, hapa tulipo, tayari kuna bidhaa ambazo tayari kwa by default mfumo wenyewe utaniambia tahadhari, au kwamba kuna baadhi ya bidhaa zangu ziko kidogo, kutokana na ile threshold au katika kipimo ambacho nilishakiweka kwamba bidhaa ikifika kiasi fulani ya idadi ii nipe taarifa, mfumo uniambie au nikumbushe kwamba hizi bidhaa zinahitajika kuongezeka au zimeshafika katika kiwango ambacho inabidi mimi niangalie namna fulani ya kuweza kuongeza stock yangu. Na hata hapo ukiangalia tunakutana na hiyo warning, ambapo ukiklik hapa itakupeleka katika zile bidhaa au list ya bidhaa ambazo ni kidogo kutokana na, na ile limit ambayo tumeiwekea. Kwa haraka haraka eh, kwa default wise ni kwamba mfumo wenyewe una limit ya kila bidhaa isipungue idadi ya eh, tano, zisiwe chini ya tano, zisiwe tano kwenda juu. Lakini hapa tunaona kwamba bidhaa kidogo ziko, eh, ziko tano: moja mbili tatu nne tano. Lakini vile vile tunaona store, ziko kiasi gani? Tunaona zote ziko chini ziko tano kwenda chini. Inabidi tuongeze according to eh, limit ambayo tulijiwekea. Sasa hii limit tunaipata wapi na tunaibadilisha wapi, tuna, wapi? Ukija kwenye vitendo vya haraka hapa utaona kuna kuongeza stock, kupunguza stock, kuweka kiwango na hesabu za stock. Hapa kwenye kiwango hapa, ukibonyeza weka kiwango hapa, ndo inakuja prompt au inakuja window ambayo itakuonyesha kwamba hii ni uamuu wa bidhaa itaonekana uh, katika kiwango gani. Nikiongeza hapa au nikibadilisha namba hapa na nikahifadhi, inamaanisha kwamba mfumo wangu I mean, I mean, mfumo wa BiasharaPro utatambua kwamba kwa kwa akaunti yako kila uh, itakupa tahadhari pale ambapo bidhaa zimefikia katika kiwango hicho kwenda chini. Kama ukiweka kumi, inamaanisha itakuwa kumi kwenda chini na tukiwa katika peji hii ya inventory, ambapo tunategemea kwamba mtu atakayepewa eh, role ya stock manager au msimamizi wa store au mwenyewe owner atakuwa ana uwezo ata wa kuiona hii peji, na vilevile hata meneja wa hiyo biashara yako atakuwa na uwezo wa kumanaji hii peji. Tunaona hapa kuna jumla ya bidhaa idadi yake E, jumla ya bidhaa ambazo zipo stoo, bidhaa ambazo ziko kidogo tutaziona hapo na na kila ya, na vitu vingine, kwa mfano iliyoisha kabisa tutaiona hapo. Sasa kwa katika vitendo vya haraka hapa, ndo mtu atakapocheza napo, kwamba atakuwa labda anaongeza bidhaa fulani. Kwa mfano nikiklik hapo kuongeza stoo, inamaanisha kwamba sasa hapa kwa mfano nikitaka kuongeza kiatu, nakua kuchagua e, bidhaa kwa mfano ile kiatu chetu kiko kiatu raba ichi hapa, pea ziko kumi na nne, lakini sisi tunataka kuongeza. Kwa hiyo idadi ya kuongeza ni kwamba hapo ukiandika moja ina maana kwamba kule ita reflect itakuwa kumi na tano kama pea umepata zingine labda umeongeza pea zingine e, kumi na nne umeongeza pea kumi na nne au tuseme umeongeza pea kumi ukihifadhi hapa kibonyeza kuhifadhi, uh, tunategemea sasa hivi store ibadilike na itakupa kwamba sasa hivi tunapea ishirini na nne. Ishirini na nne zitakuwa zimeongezeka. Kwa hiyo ukija kwa hapa chini, hata ukija kutafuta bidhaa yako kwa mfano kile kiatu tunaandika kiatu, kiatu tukaitafuta, tukatafuta hapo tutaona hapa chini kwenye baada ya vichujio tutaona raba zimeongezeka, kiatu hapa store tunaona ni 24. Kwa hapa tumeweza kualter au kubadilisha stock yetu katika mfumo. Vile vile kuna namna vilevile vile ya kucheza eh, na eh, idadi ambayo ulionayo store. Kwa mfano unataka kufanya stock verification. Kuna ile kwamba unataka kuangalia physically au nilichonacho kwenye duka langu au kwenye biashara yangu kinawiana na kilichopo kwenye mfumo. Kwa sasa unakuja kwenye kitufe cha hesabu ya store. Ukiklik hapo unaweza kuongeza au kupunguza kutokana na kile ambacho nakiona kilichopo physically. Kwa kwa mfano tukiangalia hapa kuna hii bidhaa inaitwa Amara. Kwa sasa hivi ni kwamba iliyopo kwenye mfumo ni ishirini na tatu na hapa utakuja kuandika zilizohesabiwa ni ngapi, ili ile difference itakayoonekana iweze kureflect na kupokea kwenye mfumo kama umefanya data correction au stock correction. Kwa hiyo hii inaenda kwa bidhaa zote. Kwa hiyo bidhaa zote unaweza ukafanya hili swala, alafu mwisho wa siku ukahifadhi. Baada ya kusave, ni kwamba hapo utakuwa umeoanisha eh, kile ambacho kilichopo kwenye stock yako ya eh, mfumo na stock yako ambayo iko physical, ambayo unaiona hapo dukani kwako, kwenye biashara yako. Kwa hiyo ni namna nyingine ya kuangalia au kuongeza bidhaa na kupunguza vile vile. Kuna kitufe cha kupunguza store hapa kwenye hichi. Kupunguza store ni kwamba hapo una unaondoa baadhi ya bidhaa zako kwa sababu tofauti tofauti. Mfano, tukichagua bidhaa ya eh, labda tuseme tunachagua bidhaa ya iPhone iPhone 12 store, tunaziona ziko 35. Tukichagua hapo tunasema sasa hichi kiasi labda vingapi ambazo tumeviona vina shida au kwetu sisi tunaona vifai kwenye kunatakiwa viondolewe. Kwa hiyo hapa tunaweza kusema labda mbili. Sawa, tarehe ya kuondoa ni leo, kwamba leo ndo tumia, tumefanya hizi eh, kuainisha au kuona hii tatizo, alafu tunakuja aina ya sababu ambapo hapa unaangalia imeharibika, labda ni sababu ya kwamba imeharibika au imepotea au imeisha muda, kwa zile bidhaa ambazo zinatarajiwa ku expire, kwa hiyo unaweza ukachagua sababu moja hapo, alafu kaweka na maelezo mengine kama unahitaji kuweka maelezo, alafu ukithibitisha hapa, hii bidhaa toka tumeiondoa kwa njia ya write off, kwamba hizi bidhaa zilikuwa stoo lakini kwa sasa hatuzihitaji tena kwa sababu moja au nyingine lakini kumbuka kwamba ukiondoa bidhaa kwa njia hii hii, itahifadhi vile vile kwenye mfumo kama hasara, kwamba hizo bidhaa zako ambazo umezitoa kwa njia hii zinatoka kwa njia ya hasara, ile gharama ambayo ulifanya katika ununuzi na itahesabika, na yenyewe itahesabika kama hasara. Ukija kwenye ripoti ya faida na hasara, na yenyewe itakuwa included kwenye write-off. Na vile vilevile ukija kwenye ripoti ya, ya inventory utakuwa kuna taarifa za kina zaidi kwamba bidhaa fulani iliondolewa siku fulani kwa sababu moja au nyingine, kama tulivyoona hapa, kama iliharibika utasema, au kama ilipotea ulifanyaje ndo utafanya. kwa hiyo in short ni kwamba hii ndo namna ya kucheza na, na e, stock yetu katika mfumo wa Biashara Pro. Kwa okay, ukiwa katika kule bidhaa utaona tu idadi ziko ngapi, picha yake na taarifa zingine, lakini ukitaka kuangalia kwa kina vizuri na ku, eh, kuondoa au kuongeza bidhaa unakuja kwenye eh, peji ya udhibiti wa store. Asante kwa kunasikiliza.